Habari na karibu sana kwenye tutorial ya FK Pharmacy. Leo nitaelekeza hatua kwa hatua jinsi gani kuweza kutumia application yetu ya FK Pharmacy au mfumo wetu wa FK Pharmacy. Tutaanza kwa kufanya registration, kutengeneza pharmacy, kutengeneza bidhaa, kuweka stock, kwa maana ya inventory, vilevile kufanya mauzo na kuweza kuona report. Kwanza kabisa utaanza, kama hauna account inabidi ufungue account, so utakuja kwenye hapa kisimu ya register kama unavyoona Yani login form, kwa sababu tutaenda kwenye register hapa hapa, kisha bonyeza hapa, itakuja fomu ambayo, hii fomu ni fomu ya kufanya usajili, na maanisha ni registration form, kwa kuna sehemu ya kuandika jina lako la kwanza, jina lako full, kuweka namba yako ya simu, kuweka email, kuweka password na, na ku, confirm. Kwa tutaanza na kufanya usajili ah, tuone sasa hapa, kwa tunaanza na kufanya usajili, jina okay namba ya simu taanza kama inavyoonyesha hapa. Inataka tuanze na plus then 255. Kwa taanza taanza kama kawaida hapa taandika namba ya simu sasa hapa, kisha kuwa ukiwa unaandika namba uanze na 255 ili uanze na plus 255 ili iwe nzuri. Hata ukitokea umekosea inakuwa ina, inakupa mwelekeo ume mzuri kwa hiyo taanza hapa Ee, ba, tatu. Deni, deni, akisha kuwa unaweka namba ambayo inafanya kazi, yaani namba ambayo muda huo unaweza ukaiaccess ipo kwenye simu yako, kwa sababu ya verification. Hapa chini tunaweka email, hapa chini tunaweka password kwa mfano tunasema, tunasema kama unavyoona tushaijaza fomu yetu, kwa hiyo tutabonyeza kitufe cha re, re, register hapa, kama unavyoona tutabonyeza. Baada ya hapo utakuwa tayari ushafanya registration usifanye usajili kwenye application yetu ya FK Pharmacy. Asante, karibu tena utumie application yetu ya FK Pharmacy kwa ajili ya kufanya usimamizi wa duka lako au pharmacy yako. Asante.